Itakuwa watu wengi weshambizana hapa mtaani kwamba yule mwana kanapata tabu nah. Itabidi nifanye safari ya kwenda kumchukua Ah. Sasa kwaza huyu mwanangu huyu Swahili. Kapata siku kumi tu hivi. Ah. Hodi. Karibu, karibu. Karibu, karibu. o hali tulionayo hii mwanangu usione tabu hii ndio hali tulionayo sasa hebu shogeza huko na hiyo pole shogeza shogeza zile kule ah. usikute sana mwanangu hiyo ndio hali tulionayo sasa mwanangu itabidi mimi nifanye safari ya kwenda pemba pemba tena, saa hizi ehe kwa sababu kule kuna kakio kaka hiyo ambaye baba yake ni kaka yangu mwana ya babio mkuu ni mlemavu, na kama unavyoona, hana baba wala mama. Na nishapata taarifa nyingi sana, kanapata tabu. Kwa hiyo tabidi mndenkamchukue hapa, itakuwa kidogo tapata kusaidia na saidiana hapa. Hilo jambo litakuwa zuri sana, maana kila siku nachukua madumii ndio ninapokuambia mtasaidiana, saidiana, lakini saa tatizo lako mlemavu. Haya, kwa hiyo mimi nafanya safari ya kwenda Pemba. Sawa, basi we zawadi, za halua usisahau, ah, halua ataunguja iwapo tena nataka ile, ile halua ya kukayanga ile. Haya haya haya, gasijiwa haya. Mahali gani imakuwa uzuri sana yani akaletwa kaka hapa ah, mambo yashakwenda vizuri, tena yatakwenda vizuri sana. <laughs> Kesha mkubwa um, katika kijiji au um, mtaa. Kwa kweli kesi hazishi, kwa kweli. Sasa hivi kichwa kinaniuma, huu kana kesi hii, huu kana kesi hii, huu kana kesi hii. nifanye nini? Kwa kweli, tusilaumu wakubwa, tunapelekea kesi nyingi. Ay, ay, ay, ay, oh, baba kabla hajafamie kesha nipa wasia ya mwanangu, kazi ya kufanya we kulewa pombe <laughs> kulewa pombe <coughs> sasa, wanakijiji wamesema wanipe pombe ya bure ili nikilewa wapate waniburure, lakini sasa we nimegundua. Asalamu alaikum <laughs> <laughs> <laughs> <Alekussalamu, laughs> <pepi. laughs> <laughs> Na nakuja kitu kinachosababisha kunileta huku <laughs> <laughs> <haya> unduane, na kuambia <haya> kimuwanda kimuwanda hana ulezi

Sasa mwanangu, kushafika Unguja na hapa, jisikile kama upo nyumbani, kama upoja wako kwenu Pemba. Ah, baa kumbe ndo Unguja hii, hii ndo Unguja, ukasikia Unguja ndio, uka hii hela haina harufu ya karafuu. Akweli nimeiona aya. Sasa mwanangu wewe Mswahili ukishakuja? Kafanana na mimi lakini si sana. <laughs> <laughs> Baba yakwe huyu namie, baba mmoja mama mmoja, sasa uh -huh, lazima sura zitafanana, ukishasikia eh? Sasa kwanza, mwanangu, nguo hizi hapa kwanza nataka ufule, maana nimekuambia jisikie kama kuwa nyumbani, hizi zinataka fua

hayo mikono mzima, hayo miguu tu ndio yana matatizo. Nataka nguo hizi uzifule, sawa na kwenda zangu sokoni, hata nikarudi ziwe zishafua. Lakini kaka wewe wala usijali, mimi nitazifua leteni, kutilie maji ya sabuni wemswahili. Yache nguo. Yache nguo. Yache nguo. Sija kwambia fule wee. Lakini baba, mimi namsaidia. Hakuna kumsaidia.

Sasa huyu dawa yakwe kubwa kama